Kwa muda mrefu sasa, tumetenga fedha kununua mtambo mkubwa tena miwili, inakokua nafanya kazi ya kutafuna magugu kia maonekana ndani ya ziwa. Natakaa <coughs> nitumia nafasi hii kumshukuru sana mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wetu kuridhia kutoa fedha hizo kununua mitambo hiyo mikubwa miwili ili baki ndani ya ziwa Victoria itakuwa kuja kwenda ita kokote ndani ya ziwa hili kwenye mikoa yetu hii kuanzia mkoa Mara lakini Simiyu, Mwanza, Geita na Kagera itapita mpaka kwenye visiwa ili kwa kiki kama kuna dalili ya gugu maji kama lipo iliwe mara moja. Kwa hiyo tumeshaweka mpango wa kupambana na ziwa hili huku tukielekea kuja kwenye kuzindua daraja letu na Mheshimiwa Rais anakuja tarehe ambayo amependekezwa, tarehe kumi na tisa atakuja hapa Kigongo. Na Kigongo mnakaza kumpokea, tunataka tusafishe eneo hili lote mpaka wazi, na baada ya kuzindua, tunapoanza matumizi ya barabara yetu na daraja letu hilo ambayo yeye atakuja kulizindua, basi huku chini kuwe na mazingira ya kuvutia ya kuona maji, viumbe hai ikitembea wavuvi wakivua na wale wanataka kutembea tu kwa boti watembee tu kwa boti. Hili lililojaa hapa lote kwenye migomba ile, hili ni gugu. Mitambo ile mikubwa itakuwa inafanya kazi ya kula ili lote, ili ziwa lirudi kwa hali yake ya kawaida, na mwalo uonekane kuanzia pale, za shughuli za uvuvi zifanye hata pale pembeni, hata huku pia nako. Hili lilojaa hapa mpaka darajani ni gugu, hili kwa mpango wa kudumu heyo mda mrefu nata tulie mtambo wakula gugu yote hivi hapa. Wakati wote mtakapotakiwa kuunga mkono, kuungana na viongozi na viongozi wao, fanyeni. Tunafanya hayo kwa ajili yenu, hata idhaa ya Mheshimiwa kutenga pesa nyingi kudua vitabu vikubwa ni kwa manufaa yenu wananchi. Waziri Mkuu, tutumie fursa hii kwa niaba ya wananchi wa Mkoa wa Mwanza kukushukuru sana sana, wewe Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo umetupigania sana wananchi wa Mwanza, hususani eneo hili la Kigongo Busisi ambao ni waathirika wakubwa wa huduma za usafirishaji baada ya magugumaji mapya aina ya Slovenia kuanza kujitokeza ndani ya Ziwa Victoria. Ulitoa maelekezo. Ulituita Dodoma mara kadhaa, lakini pia ulikuwa mkali sana na hata wizara ya fedha wakatoa fedha kufuatia maelekezo yako ili zoezi la kuhakikisha miundombinu hii inapitika, na leo hii tunashuhudia hizi vivuko vyetu vinaweza kufanya kazi kwa uhakika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo hili la Kigongo Busisi kwa siku moja, tunavusha watu zaidi ya elfu kumi hadi elfu kumi na nne. Kwa hiyo ni eneo ambalo lina shughuli nyingi sana za uchumi. Feri zinapozimika zimekuwa na usumbufu mkubwa sana, wananchi walikuwa wanatumia zaidi ya masaa mawili hadi matatu kuvuka kutoka upande huu hadi upande unaofuata, lakini ukitumia lile daraja, hata lile la muda, tunatumia dakika tatu hadi dakika tano kwa hivyo umetusaidia na ni wajibu wangu kukushukuru hadharani kwa sababu bila jitihada zako leo tusingekuwa tunazungumzia mafanikio haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Ziwa Victoria linakabiliwa na changamoto ya gugumaji, gugumaji hili limegawanyika katika aina tatu. Aina ya kwanza ni gugumaji jipya aina ya Salvinia molesta, aina ya pili ni moka hayasin, na aina ya tatu ni gugumaji la asili aina ya mtende. Mheshimiwa Waziri Mkuu, magugu maji wa haya yanaathiri mifumo ya, ya ekolojia shughuli za usafiri na usafirishaji na shughuli za uvuvi katika baadhi ya maeneo ndani ya ziwa Victoria. katika hata za muda mfupi velna ukoaji lilianza katika eneo la Kigongo Busisi, kwa kwa kuokoa gugu maji jipya aina ya Salvinia molesta kwa kutumia mitumbwi na, na matenga Februari, ali kufiketa, ali Mei, kwa kipindi cha mwezi Februari hadi kufikia tarehe 18 Mei mwaka 2025 tani kiasi cha tangia arobaini kilikuwa kimeokolewa. Zoezi hili limesaidia kuondoa changamoto ya usafiri na usafirishaji katika eneo la Kigongo Busisi. Gugumaji ya eneotahin imekwisha dhibitiwa na serikali kwa jitihada zilizofanywa kupitia bonde la maji la Ziwa Victoria kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali.